Naam, bado e, nazunguka maeneo mbalimbali katika vituo vya kazi ndani ya godown hili la Am Joldan, na hivi sasa nimebahatika hapa e, kumpata dada yetu mama yetu ambaye tutaenda kufahamu mambo mawili matatu namna gani ambavyo yeye anaendelea kuchapa kazi hapa na ananufaika na uwepo wa michongo ambayo imetangazwa na Am Joldan. Habari yako ma? Salama. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Tusanga. Ehe, ka, eh, kwanza hongera na majukumu ya kila siku. Asante. Sawa, mimi nataka uweze kutufahamisha kwa mara ya kwanza uliposikia kampuni ya Am Joldan kwa kushirikiana na wakulima wao wanatangaza mchongo E, wa kuja kufanya yani kazi ambayo inaweza kukuingizia kipato, ulilichukulia vipi? Kwa kweli nilifurahi sana kuisikia hii fursa na ninaifurahi sana na inaifurahia sana kwa kweli naifurahia sana kampuni ya Am Joldan, yani imetupa, yani imetuhamasisha kwa kazi mbalimbali mbali, kama hivyo unavyoona wanawake tunapambana kadi tunavyoweza. Tumeifurahia, tunaiombea iendelee kuwepo kwa kweli tunaanza kazi asubuhi jioni, malipo wanatulipa vizuri, kwa kweli mm, mzigo wako unachukua jioni, sawa ndio. Haya, kuna ndugu zetu ambao tulisikia wamekuwa wakifika katika haya maeneo, wamekutana pia na matapeli, kwamba bwana, unapofika pale lazima uwe na kigezo, kitambulisho cha NIDA, sijui inabidi bwana uwe na kiingilio elfu hamsini na mambo kama hayo. Wewe kwa sababu uko eneo la kazi, naamini utatufungua Utaratibu upoje wa kujiunga na kazi? Kwa kweli utaratibu wa kazi hamna kiingilio chochote kabisa, ni wewe na nguvu zako. <clears throat> Hamna wala gharama yoyote wala kitambulisho wala, wala chochote ambacho anakihitaji hapa, bali tu anahitaji mtu mwenye nguvu, mwenye afya iliyokuwa nzuri, na mwenye mtu mwenye, mtu mwenye akili timamu hmm. Eneo jingine pia tunafahamu kampuni ya Am Joldan mkurugenzi wake mkuu na mkurugenzi mtendaji ni mtumishi wa Mungu Apostle and Evangelist Anthony Mkane. e, katika mahubiri yake pia amekuwa akisisitiza watu wafanye kazi, kama huna kazi uweze kufanya kazi, nafasi yako wewe. Pia kama mama kama dada, unamzungumziaje mtumishi wa Mungu? Kwa kweli namzungumzia vizuri, kwa sababu tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa, kwa uwepo wake tunashukuru kampuni ya Aerodam pamoja pia na mtumishi wa Mungu kwa kweli, watu tunafanya kazi na tunalipwa vizuri. Tunamwombea kwa Mungu aendelee kuwepo, Mungu aendelee kumpa siku za kuishi, amwongezetu. Sawa, kuna wale wanawake wakinamama ambao sasa hivi hawana mchongo, hawana kazi, na inapelekea kuishi maisha ambayo sio sawa. Wakati mwingine wamekuwa wakipita njia zisizo sahihi kwa ajili ya kupata fedha, naamini hili lipo sana kwa wanawake. Naomba uzungumze na wanawake wenzio wa dizaini kama hiyo. Kwa kweli mimi ninawakaribisha katika kampuni ya Joldan kwa sababu kazi ni zipo kila siku. Kasoro tu siku ya Jumapili ila kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi kazi zinaendelea. Kwa kweli nguvu yako ni hela yako. Kwa hiyo tunakaribisha sababu hamna kiingilio chochote wala gharama yoyote. Ni wewe -we tu na nafsi yako na nguvu yako ukifika kwenye kampuni ya AM Joldan. Uh -huh. Sawa, asante. <laughs> Mimi nakushukuru sana eh? Asante, nashukuru.